Ikifika wakati unatumia mtu messaje na hakujibii, anaweza faa siku mbili ya kujibii. Haiko kusema kama apende kujibia, anaweza kuwa anapitiwa, iko na shughuli zingine, au simu yake naharibika, au sometimes anapokea mamessaje, lakini hata hata pata kisi ya kujibia

namuuliza ndugu yangu, ni ae, mbona telefone, mbona ni kutumia mamesaje me na kuita utelefone hausikiliki? Ha huko bia kabisa, vinaweza vikafika hana hali mzuri, vinaweza vikafika hali ya hewa iko mzuri, kwa kusema akujivii, una ngoya kwanza. Ukiona unatuma sele ya pili, hakujivii inapita siku mbili, siku tatu, ya kujivipanke pale ko tatizo sasa. Unaposha kungoya, unamwacha usianze, kuanza kumutuka kum, na kuna watu vengine kudunia, anakutumia mesaje au anakuita kutelefone, haukamata telefone na hata usikie kumurapele. Kisha turi ya pili akikuita, inakuwa malalamiko. O, nilikuita nilikutafuta kutelefoni na kukosa na kuandikia mesaji njivii, anaanza kutukana. Ndugu yangu, we unaanza nitukana naye, haujui wenyewe niko napitia, haujui wenyewe ule mutu iko ndani. Hapana kuanza kumutukana, wacha msikilize kwanza, kwambie ni juu ya nini, na kama unaona kama hakukujibia kwa uliza mutu ungine wapembeni, wanashirikiana wa karibu, mwite muulize ndugu yangu, mbona fulani niko namwita kusimu, hakamati simu, namwandikia mamesaja na maaudio natuma, me hajibi. Ni iko ni problem gani enye iko nayo ule, kuambia yoyote naye naye kwa siku, ule mtu atakwambia ndio hana problem yoyote. Msikilize ule mtu, msikilize kisa, atakwambia hayakuwa mbaki kwambia ndio iko naongea sawa, mwambie niye nilimwandikia mesaji, namtumia audio, namuita me hanijibi. Kama sasa kujibi siku tano sita zinapita kujibi, niko naongea, pengine ah, pale patakuwa pengine problem yenyewe mko na na yeye, itakuwa kitu kile kinatuma hakujibi wala hakuiti pale. Sasa kama afanye vile akuiti, usikamatilie kama inakuwa vitumwa vya ajabu, unakuwa namtilia roho mbaya, unasirika. Unaanza kujilamante apana. Kama kukuandikia, kama kujibia, usimjibie, usimuandikie ingine mesaje, muache. Wala usimwite tena, muache. Kipindi konaona mesaje zako akifanya sambla kama apendi kuzisoma, sawa. Hakuna shida. Na akizisoma na asikujibie, sawa, hakuna problem. Isikusirikishe. Yes, jo mbele mlikuwa mnaongea mzuri, wewe ulikuwa namuita na anakuita. Mnaandikiana ma message, mnatumiana. Mimi nafika wakati nastope peke kusema sime, hata kujibia. Penapita miezi mbili, miezi tatu, hata kujibia, hapana. Kusirika, bakia kimya, acha, muache. Akikutumia miezi kipita au wala mwaka ikipita, kipi... nakutumia message au nakuita, nakusalimia, pokea. Kama telefoni yako ngali hewani, ko wazi Pokea tu, msalimie, msikilize kisa atakwambia, na utamjibia. Atakwambia sawa, atakwambia nijisikia tu, sitaki kuongelesha. Sawa, huyo mtu wa vile anarudia pre miezi ngapi? Mwaka mzima, miaka mbili, wakati ulimtumia mamesasa kukujibia, akujibia, njo anakurudia sasa, ndani kama mwongeye hakuna problem, kibidi kondelea kongea naye mungelesha, hakuna shida, hakuna ta problem. Atamoa kama mkufa kitu amkosana kitu, hakuna hakuna shida yoyote, mwongeleshe tu. Na kama unajisikia kama upindi kumwongelesha, hakuna problem, acha kumongelesha, ni shua yako ya kusema utamwongelesha lahutamwongelesha lakini, apayakwa problem kama likupee vile communikasion. Anasema hakukujibia mamessaje uliandika kila kitu, basi kwa na roho baridi roberid na na, kuna ule mtu unaweza kuishi naye, amuna ubaya, hamna kitu kivaya kabisa, mnaongeakanae apre mwaka jambo jambo, apre mwaka apres miezi sita jambo jambo, hayakuwa mbaya, hamuyakosanaka kitu, hamuyashwanaka hamuyajibiana mbaya. Mi sioni kokua matatizo pale, hakuna matatizo hata moya. Na kama unaona kuna ule mtu, akwe ndugu, akwe rafiki, unaongeaka naye kutelefone, munazungumuzaka lakini kila wakati mkiongea ni maneno ya negatifu yetu nje kuna kuambia hakuna maneno ya mzima yenye anatoka mkichwa wake ya kuambia, ni maneno ya negatifu, maneno ya mubaya nje kuna kuambiaka. Turu ya kwanza takwambia, vile utavumilia. Turu ya pili utakuwa unaongea naye make, ni maneno tu yenye haijengi. Ndio anakuambiaka maneno yenye haijengi

ozeri musiendeleshe mazungumuzo ya kukamata dakika tatu au tano. Apana sababu kwenye mtafika, hamtaendelea muzuri kwenye mtafikie, takwa fika kipindi maneno yenye takwambia takuchoma, itabidi nawe skonakambia maneno yakuchoma kuroho murudishie. Ukisha kumurudishia munapanzana pale kutelefone sasa munaanza jibiana majibu yenye haieleweki, na mkishanza jibiana vile mk... mkianza kujibiana vile ni wote wawili mtasirika, uo tasirika na tasirika inakuwa distance ya kutelefoni inakuwa, amtoongea tena, miezi inapita, mwaka inapita. Hapana. Ukiona huyo mtu iko na kwambia maneno yenye ya negatif, maneno yenye haitajenga, maneno yenye hauna ndani faida, huyo mtu hapana kumkupe komunikasio. Ongea naye, ukwenazungumza naye jam, usipitishe dakika tatu ya kuongea na huyo mtu. Ukipitisha dakika tatu mko naongea naye kwe, mtafika hamtafika fasi pazuri kwenye mtaenda na huyo mutu hamutafika mzuri. Afadhali kudakika tatu mnakata, mwambie sawa, niko ukipenitafuta kupajulia hali, inaishia pale. Jukuna watu wengine munaongea naye kutelefoni, munaongea naye mnazungumuza nisemu, hamtamaliza mzuri. Mutaanza muzuri, lakini hamtamaliza muzuri. Jukuna mtu, kuna watu banazoea kuchoma bengine maroho maneno, atakuwa nakwambia tu yote, itakuwa na kulumiza mwisho, utakuwa najosa kutelefone. Akikuita kutelefone au akitumia audio, unasikia hata nabuka kusoma audio ya kuisikiliza, juu nasema huyu uh, ah, yananiambia kila siku, inakuwa vya kunichoma roho, havikuwa vya kunijenga, vya kuniblese. Kila wakati audio naweza fata tuajuru wawisomi, juu nini? Juu kuogopa maneno ya ule mtu hasemaki, maneno ya mzuri hasemaki, maneno maneno ya maana hasemaki, maneno ya faida kwako hasemaki, maneno ya furaha kwako. Ni maneno ya chuki, maneno ya kukublese, maneno ya kukuchoma, maneno ya kukusirikisha kila wakati. Mtu wavile kumwevite, usikate komunikasio, apana. Usimubloke, apana, usibloke acha, wazi kila kitu kenye we tafanya ni dakika tatu uko na kontesa, mko na salimiana ne dakika tatu Kifika arete mwambie sawa, merci, tisha kujulia hali, bye bye, inaishia pale. Njo kia lazima, ikyo usiongee na mtu iko na kublese, kisha wana kumpakala tu mafuta, ni ndugu yangu, ni rafiki yangu wakaribu, sijui nini, sijui nini ndiyo lakini iko nakulumiza roho iko nashinda, unalia machozi, roho iko nashinda na vuya, eh? Unashinda unalumia roho juu ya mwanadamu mwingine, juu ya nini? Iko nashinda na kublese roho ana kublese wewe wote, unafika journee mzima uko nafikiria tu mambo yake, fulani aliniambia hivi, niliongania kwa telefona alinijibia hivi, niliongania kwa telefona alinambia hivi, alinitumia audio aliniambia hivi, anaanza kumta audio na sikumia watu, aliniambia hivi, aliniambia hivi, bilini lumiza mimi siu, vraiment quand da vivre modele ya hivi na huyu mtu. Juu ya nini ujiblese roho? Juu ya nini uvunjike roho juu ya mwanadamu mwingine? No. Kuwa na limit ya kuongea na huyo mtu, kamata distance, kuwa na limit, usimkupe no, hapana. Kutia mire katikati ya we na yeye no, muendelee kusalimiana me na reserve, kuwa na limit ya kuongea na huyo mtu, dakika tatu isipite. Ikuwe ndugu wa karibu, ikuwe rafiki wa karibu, ikuwe kolege wa karibu, ikuwe nani, Usipitishe dakika tatu juu mwenye anakulumizaka ni ule ule ndugu yako wa karibu na ule rafiki wa karibu njo anakulumizaka, sio mtu wa mbali. Utasema oh, ni rafiki yangu wa karibu, ndugu yangu yangu wa wa karibu karibu ndugu kwa maana anaambia maneno ya hivi. Ni binadamu anajua, porkweko nakuambia maneno, maneno, maneno ya kuchoma ya kulunguza roho, maneno ya kudetruire, maneno ya kukuchoma. Maana yake unasema huyu kweli ni rafiki ni ndugu unajiulizwa nakosa jibu. Lakini ile sikubebe wakati uko, najipatia wakati yako na sikupotezea enerji yako. Ukonaongea ne dakika trente minite ya nini? Usimpatie nafasi ya kuongea trente miniti ya kuongea kenzi minite naye ya nini? Kwa maneno iko negative juu ya nini? Mpatie dakika tatu tu inatosha. Usipoteze energia yako kwa kuongea na mtu mwenye kukwambia maneno ya negative. Anatoka kuongea na, na wewe, anakulumiza roho, anakuchoma roho, anatoka anatoka kule anaenda sa ongea na vingine kule, eh, sini mwambia hivi na hivi, atanifaa nini? Atanifaa nini? Ye ni nani? Niliongea naye, nikamwambia kila verite, nilimkomesha alikoma. Eh. Kesho tena huyo mtu mtaongea naye memi shosa nakufanyia ile ile mara pili mara tatu unapasha kufungula na wewe akili, kama wewe upende kumblesi au upende na kumjibia majibu ya mubai. Ma ndugu yangu, ongea ne maneno tatu, ine dakika tatu isipite, usimpatie nafasi ya kukublesi, ya kukublesi usimpatie nafasi ya kukulumiza roho, usimpatie nafasi ya kukuchoma roho mtu kama wewe ni mwenye kama kuna kuchoma mkuki muroho usimpatie nafasi na usimpatie time na usimalize enerji yako kunaongea na mtu wavile. Hakuna hata kitu mo utakamata kwake, hakuna ta hata konsei hata mo atakupatia mzuri, hakuna hata parole moya utasema sei niliongea na huyu ndugu yangu rafiki yangu, anaipatia parole ya mzuri, mi nasikia namina zetembelee ko nanisaidia maisha. Hakuna hata moya. Mutu kama vile wavile, mutu wavile usimpatie nafasi na usimpatie wakati usimpatie nafasi na usimpatie wakati na energi yako ireserve kubatu benye munongia nao banakupatia ushauri ya muzuri, batu bemunongea nao bituko positife, batu munongia nao bana na kupatia maneno ya kukujenga, nawoonakupatia maneno ya kubajenga na na ya ongea na batu bakupatia make bakuendelesha busara mbele bakufungula akiliangtu na mtu batu sawa bo achana nabo kwongea plis ya 3 minute dakika tatu kata mwambie salama Bye, bye. Unaona njo habari hiyo, banadamu kudunia unapenda kulumizana. Usitike mtu asikulumize, usitike mtu akulumize, usitike mtu akulumize, hapana. Kwa hiyo ulimwengu tulikuyeko hakuna mambo ya kulumizana, hakuna mambo ya ku ya kumaliziana ya kukosiana na adabu yoyote. Juu kama mtu anakutumia oju ya kuchoma ya kuchoma kwambia maneno ya mubaya ya kukulumiza ni ukosefu wa adabu, ni ukosefu wa adabu, na siwezi sema kama hana akili. Akili ziko, lakini ukosefu wa adabu juu hawezi kale. Ukiongea na, na mtu mwingine, lakini akakuwa na kulumiza kila wakati, ukiongea naye unajisikia uko malaise. Ukiongea na ule mtu unasikia uko malaise, ukimaliza kuongea naye unasikia enerji yako yote inaenda ah. Ukiongea na mtu unasikia kama ah huyu muntu naongeaka nae lakini hakuna hata kituma kya maana kyenye minaongeaka mimi. Namwambia mambo yangu namwambiaka mambo yangu namwambia namwambia mi, yeye hawezi kuniambia mambo yake hawezi kuniambia mambo yake mi, tunjo namwambiaka lakini yeye hakuna kituma nafanyikiwaka kwake. Asa akwa bon ya kuendelea kwa naongea naye plide dix minute plide cinq minute? Apana batu kama avo Ongea navo na reserve, ongea navo na akili. Usimubloke hapana, usitie mire katikati awe na yeye no. Hacha kila kitu wazi, saa yoyote akitaka kusalimia kusalimie, saa yoyote akitaka kumsalimia msalimie, lakini avec limite, kuwa na mpaka, kuwa na mpaka unakuwa na reserve na kuchunguza ni maneno gani utaongea naye, na yenyewe hawezi ongea naye. Ni maneno gani utamwambia, na yenyewe hawezi kumwambia. Unaposha kuchagua maneno ya kumwambia, na yenyewe hautamwambia maneno yako ya siri. Weka ambia ule mtu mnaongea kanaye mambo yenu ya nerji, mambo yenu ya siri, ule mwanakuambia kanaye vyake, nawe njo umwambie, ule mwanaona unafaidika maneno kwake, na yeye njo ufaidike na njo unapisha nae kuambia maneno yako ya kufaidika kwake na ya faidike kwako. Ule mwenye unasikia enerji ukaongea naye, enerji yako inapanda, enerji yako inapanda, imani yako inapanda, busara yako yote inaongezeka, inaongezeka. Na ye kule akiongea na wee, anasikia kabisa enerji yake inapanda na busara yake inapanda, anasikia kabisa aliongea na mtu juu. Kuna mtu unaongeaka naye, unasema kabisa huyu mtu atakwe mtoto atakwe mkubwa atakwe mzee atakwe anakushinda miaka au asikushindi miaka, unaweza ongea naye, nasikia kasa huyu ni mtoto, niliongea naye iko na akili iko na busara kweli, huyu. Nikaongea naye mara pili mara tatu ju mina yetu na connect mambo yake, anaongea naye minaongee irikosinajiconect donc, hakuna enerisha, utajisikia hautajisikia mala aleze kwanza na hautasikia energi yako ilienda ya buri, na ye kule kwenye alienda sema huyu ah, mtu na mimi niliongea naye, lakini nasikia akili yake iko na akili ya yulu kabisa. Tunaweza kuwa naongea naye, lazima atakutafuta, atakuwa napenda mongea na hata plus de 20 minute plus de 30 minute, paske maneno mko mnaongea na yeye maneno mazima, maneno mazima. Mm, energia yake haitenda bure na wewe yako haitenda bure pale, njo ulifo kujua banadamu hapa kudunia tuko tofauti. Kila batu iko na nafasi yao ya kuongea, kila mutu iko na nafasi yake ya kurezone, kila mutu iko na nafasi yake ya kujibia mutu mwingine, kila mtu iko na yake maniere ya kuongea na mutu mwingine, kila mutu iko na maniere ya kuongea na batu na kukomunike na batu. Komunikasio ya mie na komunikasi ya wewe iko tofauti, komunike na watu wengine, njo vile ulimwengu iko ilifo kuikamata gisi iko.